Kazi. Kwa hiyo tumekuja na wazo la e -meetings mikutano ya kimtandao, ambayo idara ya organization inapendekeza ya vikao vifuatavyo kwa njia ya mtandao. Um, kikao cha kwanza ni secretariat ya wilaya, kamati ya siasa wilaya, secretariat ya mkoa, kamati ya siasa mkoa, secretariat ya kamati maalum ya halmashauri ya CCM taifa sekretariat ya halmashauri kuu ya CCM taifa, kamati maalumu ya halmashauri kuu ya CCM taifa, kamati kuu ya halmashauri uh, kuu ya CCM, halmashauri kuu ya CCM taifa, mkutano mkuu wa taifa. Sasa hivi vikao vingine tumeviweka kwa kujua kwamba jinsi tunavyoendelea huko mbele tutakuwa tunaendelea kiteknolojia na kwamba katiba yetu inatupa fursa ya kutunga kanuni za vikao hivi, lakini kwa sasa tumeanza mikutano na kamati za siasa au halmashauri kuu za siasa za mikoa au za wilaya, lakini mikutano ile haimo katika maelekezo ya, cha, ya katiba ya chama chetu. Kwao tumeamua kuiingiza ili mikutano ile isikiuke katiba ya chama isiwe mikutano kinyume na katiba ya chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hilo ni pendekezo la kwanza tunalokwenda kulileta ku kwenu, lakini vikao husika hivi vinavyozungumzwa vitafanyika kwa njia ya mtandao endapo tu kuna ulazima au udharura. Vikao husika kwa ngazi ya wilaya na mkoa vitafanyika kwa idhini ya katibu mkuu, watamjulisha katibu mkuu kwa nini wanafanya kikao kwa mtandao, na hii ni kuepusha kutumika vibaya mitandao hii. Uh, hilo ni suala la kwanza, lakini suala la pili uh, ni suala la baraza la wadhamini. Sheria ya Vyama vya Siasa sura ya 258 rejeo la 2019 imetutaka idadi ya mabaraza ya wadhamini wa vyama vya siasa iwe namba isiyogawanyika kwa mbili, yaani iwe tatu, tano, saba, tisa, kumi na moja. Sasa baraza letu la wadhamini lina watu wanane, kwa hiyo tunapaswa kumwongeza mtu mmoja wawe tisa, na hii inakwenda kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo tunaleta ili kuiweka kwenye katiba ili tuweze kuwa na namba kama inavyotakiwa kwenye baraza la wadhamini. Lakini sehemu ya pili ya baraza la wadhamini, katika jitihada zake za kuimarisha uchumi wa kisiasa uh, tunatazamia kutumia ushauri wa kitaalamu katika shughuli zake za uwekezaji kwa lengo la kuongeza tija. Kama mnavyojua, chama chetu sasa hivi tunazipa nguvu kubwa kampuni zetu za chama ili ziweze kuzalisha kwa manufaa ya chama. Tunajielekeza zaidi kwenye uwekezaji na uchumi. Kwa maana hiyo, kwa mtazamo huu, ni wakati muhimu wa baraza la wadhamini kuiona, kujiridhisha na kutoa maelekezo kwa miradi itakayobuniwa na ngazi za mikoa na taasisi nyingine kwa manufaa ya chama. Katika kutekeleza jukumu hilo, baraza la wadhamini la Chama cha Mapinduzi litatoa idhini kwa maandishi. Katiba inaposomeka sasa, baraza la wadhamini litatoa idhini. Haikusemwa itakasimu, imeandikwa itakasimu madaraka hayo kwa kamati za siasa. Sasa ile imechukuliwa kwamba ni automatic, kamati za siasa mikoa huko wakiwa na miradi wanamaliza kila kitu bila kuja kwa za, baraza la wadhamini. Kwa hiyo sasa tunaweka neno kwa maandishi, hilo tu basi. Maneno mengine mantiki iko vile vile. Wata, wata, watakasimu kwa maandishi. Hii ina maana kamati za siasa sasa bidi ziombe ruhusa kwa baraza la wadhamini na wajibiwe kwa maandishi. Kwa marekebisho matatu ni hayo. La kwanza la mikutano kidijitali; la pili namba ya baraza la wadhamini; na ya tatu ni kwamba kukasimiwa yale madaraka ya miradi ni kwa maandishi. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu Hayo ndiyo marekebisho tunayoyawasilisha na kuomba ridhaa ya wajumbe wa mkutano mkuu. Ridhaa imetolewa, ridhaa imetolewa. Tunawashukuru sana, waheshimiwa wajumbe. Leo ni siku ya kupitia utekelezaji wa ilani kwa miaka mitano sasa. Mwaka jana tuliangalia kwa miaka minne, leo tutaangalia kwa miaka mitano kabla ya kuingia, na tuone tumeweza kutekeleza yepi, tumeshindwa kutekeleza yepi, kabla ya kuona tunakokwenda, tunakwenda na mambo gani. Kwa hiyo nirudishe sasa kwa katibu mkuu ili utaratibu wa uwasilishaji uendelee. Waheshimiwa wajumbe, wakati tulipokuwa tunatizama ile ya miaka minne katika mkutano mkuu uliopita, watu wa, waliokuwa wakitutizama kwenye televisheni walikuwa wame, wameleta malalamiko kwamba hawakuwa wanasikia vizuri, hawakuwa wanaona vizuri, sherehe zilikuwa kubwa sana, holi lina rindima kwa hiyo wameomba tuwe watulivu wakati wa uwasilishaji huu, ili uwasilishaji uwe mzuri na tusikie, tuliomo holini na wanaotuangalia. Hilo ndilo ombi lao. Katibu mkuu, endelea.